Mheshimiwa Shonza ya serikali, wananchi wa mkoa wa Songwe tunaendelea kuiomba serikali ujenzi wa kipande kilichobaki utakapoanza uanzie katika mji wa Tunduma kuja mpaka na Nyala, ili tuweze kuondokana na changamoto ya foleni. Nitakuwa na swali moja la nyongeza, Mheshimiwa naibu spika. Mkoa wa Songwe tunazo barabara mbili za kimkakati, kwa maana ya barabara ya Mlowo Kamsamba na barabara ambayo inatoka Mbalizi kwenda Mkwajuni wananchi wa mkoa wa Songwe wanataka kufahamu nili ni lini hasa ujenzi wa barabara hizi utaanza. Asante mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa waziri, asante mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika, ni kweli kwamba yamekuwa ni maombi ya mkoa wa Songwe kupitia RCC, lakini hata viongozi wa taifa mashauri kwamba wakati tunaanza na hii barabara ni ndefu, kwa hiyo tutakapoanza, tunategemea tutaanza sio tu E, Tunduma ama Igawa, lakini tungetamani tuanze sehemu mbili ama tatu ikiwepo na Tunduma kwa sababu ya kupunguza msongamano mkubwa sana ambao upo katika mpaka wa nchi ya Tanzania na Zambia pale mpaka wa Tunduma. Lakini sambamba na hilo swali lake la nyongeza kuhusu barabara ya Kamsamba ama Mlowo kwenda Kamsamba pamoja na Mbalizi kwenda Mkwajuni. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeshapata mkandarasi na sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho kabisa, ili aweze kuanza kazi kujenga, na bahati nzuri hizo barabara ni za bajeti ya mwaka huu, lakini hata katika bajeti nao inaokuja barabara hizo zimewekewa bajeti. Asante Mheshimiwa naibu Spika.